Sisi tutachagua watu wa kuongea nao. Yanga ataongea na kina Mtibwa aliyepanda ligi, si ndo saizi yao? Sasa ataongea naye nini? <laughs> Yanga ataenda kuongea na wenzake wakina nani hao? Waambia Prison, muona bwana na Mungo, ndio saizi zao. Kwani kina nani? Yanga yuko wapi sasa hivi? Pemba na mechi kesho na Zimamoto, na Zimamoto ya nusu fainali hasa nusu fainali. Na Simba yuko wapi? anasubiria fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Yote mko fainali. Eh hey, sasa sisi tunawaza hivi, kurudi nyuma <laughs> mchungaji wa Simba na yeye eh, ameshatinga hapa Terminal 3 kumsubiri mnyama Simba. Kwema au bwana, Bwana Yesu, Yesu asifiwe. Asifiwe, ah asifiwe, eh, na kwema, watu tunamshukuru Mungu tumekuja kuipokea timu yetu ambayo imefanya vizuri. Na, ujibu milele amina. Milele amina. Eh, milele, amina. Amina. Anajibu? Eh hey, hey, jana kajibu maombi. Sio hata mimi mechi sikuangalia. Mechi sikuangalia mimi, muda wote nilikuwa naomba tu jana. Eh, mimi nilikuwa Mwembe Yanga na ni Mbagala. Eh, mechi kutoka inaanza mimi nilikuwa dakika 90 ni kuomba tu. Mungu akatusaidia, akatuvusha. Kwa hiyo kwa ujumla, si jana kitu ambacho kimefanyika nilikuwa ni kuiombea timu ili iweze kuvuka tu hatua hizi. Ikishavuka hatua hizi, Simba bingwa tayari. Bingwa eh. Kati ya watu ambao walisema Simba atafika fainali na kuchukua kombe msimu huu alikuwa ni mchungaji. Toka ikiwa hatua ya makundi nakumbuka nini haswa kilifanya uh, utamke maneno hayo, ulitazama nini kwa kikosi chako? Mimi naona wengine hawaoni, mimi naona mi niliona mapema kabisa kwamba Simba mwaka huu ni bingwa. Unaona vipi waambie, A, hawezi kujua kujua sana na mchawi mchawi, kwa mchawi analogeje, huwezi kujua. <laughs> lakini mchawi. Mimi naona nikisema kitu kinakuwa automatika. Nimesema vingi na vimekuwa. Kwa hiyo na hii Simba kwenda kuchukua ubingwa, sikusemea nusu finali au au au robo, nilisemea Fadu alipokabidhiwa timu tu. Alivyokabidhiwa timu tunakwambia timu hii inaiona fainali kombe la shirikisho, na lingine ambalo watu hawajui, Simba endapo atachukua ubingwa kombe la shirikisho atacheza mechi na bingwa wa klabu bingwa, na timu zikiwa mbili mwaka kesho kutwa Simba ataenda kombe la dunia la mabara, na kushiriki tu ni bilioni... tutakwenda kucheza na Arsenal, tutakuwa ni... ratiba itapangwa, labda itakuwa Arsenal, Liverpool, Inter Milani bana, Bayern Munich, yani yao ni makundi ambayo yatapangwa. Hofu ya Yanga sio Simba kuchukua ubingwa kombe la shirikisho. Hofu ya Yanga, Simba kwenda kombe la dunia la mabara. Kwa hiyo hapa mlipofika, hawana hofu... Na sisi tukichukua ubingwa, wachukue kombe ya ligi, wachukue kombe la mapinduzi, makombe yao, ya kwao yote ya zamani hayo wayachukue, sio tunashinda nayo kwa nusu fainali. Sisi tuta maintain nafasi ya pili tuweze kwenda kila bingwa. Kwa hiyo wao tutawaachia hata hizo ma... point wanazotaka, tutawapa wana, wana, wana shida Eh, kwa sababu sio level yetu. Level ya Yanga sasa hivi ni Tabora United. Ndio level yao sasa, tutaonga nao nini? We, si, Simba anawaza aende kombe la dunia la mabara. Kule kuna hela kushiriki tu ni bilioni 41. B 41. Kushiriki, eh na ukitoka unapewa bilioni moja haijalishi umechukua ubingwa au kuchukua ubingwa sasa. Wengi wanaangalia hapa ubingwa yeye, yeah, anaangalia kwenda kombe la dunia la mabara. Sasa mchungaji, nyinyi mnadai mmefyeka kichaka cha Yanga kwa maana ya kufika na nyinyi fainali, lakini Yanga wao e, wameposti katika kurasa mbalimbali, wanasema kwamba yanayotendeka sasa hivi ni marudio tu. Kwanza mpaka mha mitamboni tuna medali mpaka midhii tuna medali, yani tushaivaa medali, tayari, tayari. We, medali yao yuko kwenye kwenye makabati. Sisi mpaka mida hii tuna na mitamboni tuna medali. Tulichobakia sisi ni dakika mia themanini, tukanyanyue kwapa, ndio kilichobaki tu hicho. Narudia tena mpaka mida yetu na mitamboni Simba na medali. Medali tayari bado kuko. Tunayo, tunachosubiria sisi dakika mia themanini za kwenda kuchukua ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika. Una, una na kugumu zaidi palipo baki ni rahisi mno. Mi nakwambia hii gemu ingekuwa ni mswahili yetu, biashara imeisha. Sasa nikuambia ambalo ujui simba ingekuwa amepangiwa na Mswahili, ningekwambia ningekuambia, ubingwa upo kule, akatufunge mbili bila goli. Alafu ngoma, tukutane hapa Benjamin Mkapa na na meneja wa uwanja barua. Mimi ya fainali nitakaa juu ya paa. Kila mtu ana shughuli yake <laughs> nimeongea na Faya watanipandisha mpaka pale juu, nitakaa pale juu pale ndani ya dakika 90. Nami nimewaambia wana Simba kama Simba kusibeba ubingwa wasinishushe nibaki pale pale <laughs> pale refu <laughs> na na imani kwamba naenda pale juu nilikuwa na uhakika, na naenda kufanya kitu ambacho nakijua kwenye pena tuliniona. <laughs> Hey. Maombi yalikuwa mengi sana. Uliona nikajua bomba, kazi ilikuwa inafanyika pale. Nilikuwa nafuta na zirejesha. Nafuta. Kibuneni sana tabia ya kupaisha penalti, lakini ilienda katika kimo kimekiki. Kime. Nifuta kaona langa. <laughs> Wa mwisho alikuwa na wasiwasi naye. Ni Kapombe. Maana eh, yeye amewakutukosesha penalti moja. Kapombe ndo penalti ya maamumu. Eh, hey, alikuwa kutukosesha na Wydad. Kwa hiyo siku ile ngawa na wasiwasi kusema Mungu saidia. Mguu wake ukae okay, vile vile. Tuweze kupata goli hilo. Basi mguu kaka vile vile. Simba doge chakerele. Simba mwaka huu tumeenda kwa maombi, mtu asikudanganye. Yeah, jana tu wenyewe. Mtu yuko nyumbani yuko. Simba yuko away. Mtu anakatolewa magoli mawili. Wewe unakoona? Yuko nyumbani. Simba offside. Liswala offside. Ukiwa home kuna moja utapewa tu. Lakini Simba yote yamekataliwa. Sijawahi kuona. Ile goli ilikuwa ilishaweka atiani. Maana yake ni nini? Mungu mwaka huu katupangia sisi Simba tuwe mabingwa. Kwa hiyo sasa kinachomuuma Yanga. Narudia tena. Sio Simba kuchukua kombe la shirikisho kwenda kombe la dunia na vilabu. Yanga wameanza kusema kwamba Simba mmeshushwa kwenye ranki ya Kafu, mmekuja namba tano, eh. Ah, Berekani amepanda, sisi ah, ni namba nne mmesha kuja namba tano. Sawa sisi namba number... Ukisema katika vilabu bora sasa hivi Afrika, Simba ni ya nne. Ukisema makocha bora kwa sasa hivi, Fadu ni wanne au wa kwanza? Si unanielewa mpaka hapo eh? Unajua kwanza anakujeje Fadu kwa kwanza Mechi za makundi za away zote Simba kuwa na score goli, unasoma mpaka hapo eh? Na Simba tokae umbwe, ndo mara ya kwanza kumfunga Mwarabu ndani ya dakika 90. Unaona rekodi hizo. Pili, kwa mara ya kwanza Simba amecheza mechi bila washabiki na Simba akashinda kwa mara ya kwanza. Na Simba anakwenda kufuzu akiwa ugenini, na kwa mara ya kwanza Simba anaenda kufuzu akiwa ugenini <laughs> umeniongezea mwendo sana. Kwa hiyo mwaka huu kuna vitu ambavyo Simba akaweka rekodi. Ni kocha alikuja kama kocha mnyonge, kocha msaidizi. Wachambuzi wengi wa Tanzania waliwapa nafasi Yanga. Ndio maana hata Chama wakati anaondoka Simba, akasema mimi nafuata raha. Sura nielewa mpaka hapo. Na sisi tukamwambia kwa sababu unafuata raha, fuata raha. Na kuna washabiki walitoka Simba wakaenda Yanga, sasa tunafuata raha. Sura nielewa mpaka hapo. Mungu naye si Asumani. Yanga akamwambia, tafuta goli moja tu ndani ya Benjamin Mkapa, sio mawili moja tu angaikenalo bwana bwana, dakika dakika 45 anasema wana imani pakome, atafunga bado dakika tano. Yanga na haha, vita vikai. Yanga akatolewa kwenye mashindano. Simba Sports Club from Tanzania ame away, amefungwa kutoka Egypt kwenye mji wa Ismailia, magoli mawili. Dar es Salaam Benjamin Mkapa, Simba anakuja, anageuza magoli yote. Habari nyingine, Simba anatisha bwana. Simba mkichukua kombe sasa, watani, mnawaambia nini? Au waondoke mjini? Tukichukua kombe sisi, tutachagua watu kuongea nao. Yanga ataongea na kina Mtibwa aliyepanda ligi, si sio saizi yao. Sasa ataongea naye nini? <laughs> Yanga ataenda kuongea na wenzake wakina nani? Hao waambia prizoni. Muona bwana na mungo, ndo saizi zao. kwani Yanga sasa hivi kwani anaongea na kina nani? Yanga yuko wapi sasa hivi? Pemba. Mechi kesho na Zima Moto. Na Zima Moto. Nusu finali. Hasa nusu finali. Na Simba yuko wapi? Anasubiria finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Wote mko finali. Eh, sasa sisi tunawaza hivi. Yeye anawaza kurudi nyuma. Yeah. Wote si mko finali lakini. <laughs> Nami nishawaambia nitoka siku nyingi. Yanga tokea inaanzishwa ilikuwa sio timu ya mpira. Ililetwa ili ilete uhuru, baada hapo timu ivunjwe. Ila wameendelea nao mpaka leo, ndio maana unaona vituko. Wao mko na timu duniani ni... Umekuona hapa timu duniani inapika supu? Mnaambiwa mliandaliwa kama msingepita supu. Hey, zikuwa zinaliwa mimi nashangaa hey, eti Yanga eti, sijawahi kuona klabu yoyote hata daraja la pili inatengeneza supu, wamebeba na mikate fulani hivi migumu migumu, wanakula wanakula. Yako na vituko <laughs> shukrani sana, Mungu awabariki sana <laughs>